Kwenye michezo timu 40 kutoka wadi tano za eneo bunge la Lang'ata zitashiriki makala ya kwanza ya mashindano ya soka ya Abbas Super Cup yatakayoanza siku ya Jumatatu na kutamatika Disemba 13 katika uwanja wa Nyayo. Na alafu, this tournament ku participate peke yake team kucheza inalipwa 50000, sio wao wanalipwa kucheza, then another thing, winner anatoka na basi ya 336 namba 246 namba 3 gari ndogo. Tumefanya hivyo because timu nyingi za mtaani, hata ukiangalia kuna timu zingine ziko league, transport inawalemea. Toka ni nicheze mpira sijawahi ona tournament kama hii yenye Abbas anatoa hizi gift. I think hii ni tournament mzuri sana kwa kwa vijana e, naweza sema ni a good motivation to the youth. Kwenye michuano ya UEFA ni kwamba Manchester